Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma William Mwamafupa amesema kabla ya kifo chake Novemba 16, 2025 majira ya saa 9 mchana marehemu alifariki katika kituo cha afya Ilazo jijini Dodoma. Kabla ya kufikwa na umauti majira ya saa 8 mchana, msaidizi wake Hasani Ismaili alipigiwa simu na mtu asiyefahamika na kuomba wakutane naye. Na baada ya muda walifika watu watatu asio wafahamu wakiwa na MC Pilipili ndani ya gari dogo jeupe, na walimkabidhi MC Pilipili akiwa na hali mbaya, na wao wakaondoka. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi kushirikiana na wataalamu wa afya umebaini MC Pilipili alifariki dunia baada ya kushambuliwa maeneo mbalimbali kuingika mwili wake. Jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kubaini wale wote waliohusika na tukio hili. Mara baada ya kuwapata, taratibu za kisheria zitaendelea dhidi yao. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limeendelea kutoa wito kwa jamii kutoa taarifa kwa wale wanaohisiwa ni waharifu na wenye nia ovu katika kuhatarisha amani.